Makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA Mheshimiwa John Heche alikamatwa na jeshi la polisi eneo la Kariakoo, Dar es Salaam, na taarifa zikaeleza kwamba jeshi la polisi limeondoka naye na kuenda naye katika kituo cha polisi cha Msimbazi, Dar es Salaam. Lakini muda mfupi uliopita CHADEMA wameandika kwenye mitandao yao ya wa kijamii wakieleza kwamba hawajui alipo John Heche baada ya kukamatwa na polisi. Sasa hii imetufanya tumtafute Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Muliro Jumanne Muliro kufahamu kwamba John Heche yuko wapi baada ya kukamatwa e, na polisi maeneo ya Kariakoo Dar es Salaam. Kwanza sijui ni nani anayesema hajulikani alipo, na sijui amemtafuta wapi, na sijui kwa nini amemtafuta kituo cha polisi. Nani amesema amekamatwa? Na amekamatwa akapelekwa wapi? Mimi nachofahamu, e, sawa, Nyamwezi na Mkunguni walitaka kufanya mkutano e, pale pale, palikuwa na mvutano tangu asubuhi, tangu jana, kwa sababu eneo lile ni la biashara, biashara yenye mkusanyiko wa watu wengi, wenye vyama tofauti tofauti, lakini wengine wasio na vyama. Na kimsingi, baada ya kuona kuna mvutano mkubwa, tulishauri eneo lile lifanyike mkutano, na alipofika ndipo hekaheka ziliani, na jukumu la jeshi la polisi kuhakikisha kwamba hakuna vurugu zinafanyika eneo lile. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuhakikisha kwamba kila mtu anakwenda eneo kwa hiyo suala la kusema wamekamatwa sijui linatoka wapi, lakini lililopo ni kwamba kila mtu tumehakikisha anaondoka eneo lile na anakwenda kwake, na eneo lile linabaki kwa shughuli za kibiashara ambazo sio shughuli za kisiasa, kwa sababu wapo wenye vyama, wapo wasio na vyama, wapo watu ambao wanapinga chama hicho na wapo watu wanaokisapoti chama hicho. Kwa hiyo sisi wasimamizi wa sheria ni kuhakikisha kwamba eneo linakuwa salama na wale watu wanaokuja wanakuwa salama, watoke wasije wakapata madhara. Kwa hiyo, ukisema wako kituo cha polisi, sina hakika wametafuta wapi. Sisi hatuna mtu yoyote kwenye vituo vyetu vya polisi. Pengine wewe sasa, kama Kamanda wa Kanda Maalum ya Dar es Salaam unawaeleza watanzania kwamba John Heche mnamshikilia? Nimeanza kuuliza, nani anasema ameshikiliwa na polisi? Kwa hiyo usipomwona mtu maanake yuko polisi? Usipomwona mtu maanake anashikiliwa na, na polisi? Sisi hatushikilii mtu yoyote. ilichofanya eneo lile limekuwa salama na tumeliacha liko salama na kila mtu ameenda kwake.